Nafkiri uh, nimemsikia hapo mwishoni akilijibu, atakuwa amejibu vizuri, lakini kitu ambacho naweza nikaongezea, wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Huu mfuko karensi yake ni TZS, kwa hiyo mwekezaji ana exposure yote kwenye foreign exchange risk. Sasa ndo hapo kazi inakuja kwetu kuhakikisha kwamba tunazimenage hizo risk, ili mfuko na reporting currency si ya mfuko iendelee kumpa faida nzuri ambao ni shindani kwenye eh, eh, financial products zilizoko ah, kwenye soko letu. Kwa hiyo mwekezaji ana riski yoyote. Na iki, ikiwezekana ana, ana, ana faida, ana mambo mengi sana ya kugeni kwa sababu kama alivyosema Ami kuna currency kama ya Kenya, mara nyingi interest rate zikiongezeka hapa, sio kimsingi ni kuvutia kama ile Kenya imeharibika zaidi, wanataka ya appreciate, na wengi wanapandisha vile viwango vya riba. Kwa hiyo tukienda huko kwenye hiyo strategy ya Kenya, tuna benefit both ways. Unaenda ku earn yield nzuri lakini at the same time ile currency na appreciate. Kwa, kwa msingi kazi yetu ni risk management, na tutakuwa tunatoa periodic report kwenye zile reporting period, tutakuwa tunatoa summary ya huko tunakowekeza hali ikoje. Kwa hiyo kimsingi, uwekezaji huu utamsaidia vilevile na mwekezaji, kuwa kama sehemu ya elimu kupata maarifa ya uchumi nyingine zinaendeleaje, kwa sababu lazima tutakuwa tunakava kila kitu, ili mwekezaji aweze kujua risk gani ambayo tunaichukua na tunafaida vipi. Sasa tofauti na desi ambao wanasema nipe mia nitakupa elfu moja, bila kukuambia business model. Kwa hiyo uwekezaji lazima tukuambie sisi tunatengenezaje faida, risk gani tunazi-mitigate vipi, kwa hiyo hiyo ndo kazi yetu sasa, kama professional managers wa mfuko.